Tarehe sita mwezi wa tano mwaka 2025 kwenye kesi ambayo inamuhusu Tundu Lisu ambaye ni mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, ambaye ni rais mstaafu wa Chama cha Mawakili Tanzania ambaye ni mbunge aliyepita, lakini ambaye pamoja na hivyo vingi hivyo alivyokuwa navyo, bado ni kipenzi cha Watanzania. Kwa hiyo kwa kuwa hilo Eh, lazima tulizungumze kwa upana huo. Sasa ni amri zipi ambazo mahakama ilitoa? Watu wanaona tu juujuu, wanasikiliza juujuu lakini hawaelewi. Kwa hiyo tunawafafanulia waweze kuelewa ni amri zipi ambazo mahakama ilitoa. Kwanza, tarehe sita mwezi wa tano mahakama ilitengua amri yake ya mwanzo ya kusikiliza ili shauli kwa njia mtandao. Kwa kutengua huko Mahakama ilitoa amri kwamba kesi ambayo inamhusu Mheshimiwa Tundu Lissu ya uchochezi itasikilizwa kwa njia ya kawaida ya kimahakama. Kwa hiyo masuala ya kusikiliza kesi kwa mtandao kwenye shauri hili hayapo, lakini pia mahakama ilitoa maelekezo kwamba kesi hiyo itaendeshwa mahakama ya wazi, kwa Kiingereza open court na ikatoa maelekezo kwamba itaendeshwa mahakama ya wazi, chumba namba moja, mahakama ya kimu kazi Kisutu. Kwa hiyo tarehe kumi na tisa mwezi wa tano mwaka elfu mbili na ishirini na tano saa tatu asubuhi mahakama itaanza kusikiliza kesi ya mheshimiwa Tundu Lissu kusikilizwa hoja za awali ambazo zinahusiana na, na, na shtaka ambalo lina mkabili la uchochezi. Pamoja na amri hiyo ya kwamba mahakama itakuwa ni ya wazi, mahakama ilitoa amri kwa maafisa magereza. Hapa namaanisha eh, mkuu wa magereza ya Ukonga alipewa amri na mahakama kwamba ahakikishe Mheshimiwa Tundu Lisu analetwa siku ya tarehe kumi na mwezi wa tano mwaka elfu mbili na ishirini na tano Tunategemea tunategemea amri hiyo itaheshimiwa, hatutegemei visingizio vya gari bovu, visingizio vya kukosa mafuta, visingizio vya foleni. Tunategemea Mheshimiwa Tundu Lissu ataletwa kama mahakama ilivyotoa amri kwa sababu Ibara ya 26 ibara ndogo ya kwanza ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inatoa wajibu wa watu wote kuheshimu katiba e, sheria pamoja na amri za mahakama. Kwa hiyo, tunategemea amri hiyo itaheshimiwa. Lakini jingine, mahakama ni nini iliamua? Mahakama iliamua kwamba kwa mujibu wa kifungu namba 186 kifungu kidogo cha kwanza cha sheria mwenendo wa makosa ya jinai. Mahakama inapokaa kusikiliza inamaanisha mahakama ya wazi. Kwa hiyo ikiwa mahakama ya wazi, umma unaruhusiwa kushiriki. Kwa hiyo ni wazi kwamba mahakama pamoja na hilo ilisema kwamba mahakama itakuwa ni ya wazi na umma una unaombwa au unapewa mwaliko wa kuhudhuria shauri hilo na kusikiliza kwa wale ambao watataka. Na mahakama ikasema kwamba umma utasikiliza shauri utaruhusiwa kusikiliza shauri hili kwa kadri ambavyo mahakama itaruhusu kutokana na uwezo wake. Kwa hiyo tunategemea mahakama eh, mahakama ya wazi ni kiukweli haitatosha. Kwa hiyo kutakuwa kuna facility za watu ambao watakuwa watashindwa kuingia ndani kuweza kusikiliza ni nini kinaendelea mahakamani. Kwa hiyo tuna, tuna, tuna, tuna ni, ni amri hiyo iliyotolewa na mahakama. Kwa hiyo watu wasikae nyuma au wakasita, kwa sababu mahakama tayari imeshatoa mwaliko huo lakini pia mahakama ikatoa amri nyingine ambayo ni amri ya tano kwamba watu wote wanapaswa kuzingatia amani na utulivu wakati wote wa shauri ndani na nje ya viunga vya mahakama. Kwa hiyo kwa kuwa mahakama imetoa amri hiyo, tunategemea wananchi na wale watakaoshiriki wote kwa ujumla watajaribu kuhakikisha hilo linasimamiwa. Lakini pia mahakama ilitoa amri nyingine kwamba kwa wale ambao watashindwa kufika wale ambao watashindwa kufika aidha kwa, kwa sababu ya umbali huko aliko au wako nchi za nje, au kwa sababu nyingine zozote wanashindwa kufika, kuna linki itatumwa, kiunganishi cha mtandao kitatumwa. Kwa hiyo kwa wale ambao wako kwenye mitandao na maeneo mengine, wakae makini, wawe macho wazi, wanaotaka kusikiliza hili shauri, hata kama huko Songea huko na mtumbo huko sijui Kiela huko Simusoma huko si wapi Talime kokote kule huko Ilinga Mafinga Ipogolo wapi vijiji vyote, kama una mtandao na unajua mitandao ipo kwenye akaunti za watu mbalimbali, akaunti ya CHADEMA akaunti zingine zote na akaunti ya Tundulisu hiyo hiyo hiyo itatangazwa. Kama una nauli huko kwa mahakama, itakuwa ni hybrid koti. Itakuwa ni physical kwa wale ambao watakuwepo, lakini itakuwa online kwa wale ambao wa watashindwa kufika, wasikilize huko waliko ni nini kinaendelea, kwa sababu teknolojia imekuwa na tunategemea mahakama iwe ya wazi. Kwa hiyo wasi wasisikilize vitu mbalimbali mbali. Kwa hiyo wasikilize kile ambacho kitaambiwa mahakamani.